Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe mpenzi mtazamaji unayetutazama, ninapenda kukaribisha sana katika ibada kubwa ya tarehe ishirini ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano kimsingi ibada ya Pasaka. Watu huwa wanajiuliza nini maana ya Pasaka, Pasova? Kwa lugha rahisi kabisa maana yake ni ukombozi. Mungu anamtafuta mwanadamu amkomboe kutoka katika utumwa na vifungo mbalimbali alivyonavyo, ili awe huru. Katika agano la kale, ukisoma katika kitabu kile cha kutoka sura ya kumi na mbili e, utaona pale Mungu anafanya maagano na wana wa Israeli utaa kuwakomboa kutoka kwenye utumwa wa Farao au utumwa kwa mateso ambao walikuwa nao kwa zaidi ya miaka mia nne. Sasa Pasaka ilifanyikeje hapo? Ilipaswa mapigo kumi ambayo yangeweza kuwabadilisha viongozi waliokuwa na msimamo, mafarao waliokuwa wanazuia watu kukombolewa. Ilitakiwa kila uzaliwa wa kwanza wafe, ili ya kwamba itakapotokea hivyo, basi iwe utisho wa hawa watu kuachiwa na kukombolewa ivyo basi, Mungu akaona kwamba itolewe amri kutoka kwake yeye aliyezifanya mbingu na nchi ya kwamba na afe mzaliwa wa kwanza wa kila nyumba. Basi Mungu akamwagiza Musa, mchungaji wa kundi la Israeli, ya kwamba, nitatuma malaika wa mauti, atakapokutana na alama ya damu ataruka hapo, ataenda sehemu nyingine ambako hapana alama ya damu hapo ndipo takapofanyika mauti. Na yule mtu ambaye atakuwa amepaka damu katika miimo ya malango atakuwa salama. Musa akayafanya hayo, akaamuliwa ya kwamba amtafute kondoo, kondoo asiye na doa, kondoo msafi ambaye atamchinja kwa ajili ya kuimimina ile damu, watakaoipaka kwenye miimo ya malango yao na kuwa salama wakati ule malaika wa mauti anapopita. Basi kwa kufanya hivyo, wana wa Israeli wakafanya kama ambavyo Mungu amewaamuru kupitia mtumishi wa Mungu Musa, wakapaka damu. Na yule malaika wa mauti, wakati anapita, basi waliweza kuuawa uzaliwa wa kwanza wa wale tu ambao hawakuweza mpaka damu katika miimo ya malango yao. Kumbuka hapo mwanzo mwanadamu, baada ya kufukuzwa bustani ya Edeni, aliishi katika hali ya sheria sana. Haikutosha sheria tu kumwongoza mwanadamu, ilibidi ifanyike njia nyingine ambayo itaweza kumwelekeza kumfanya mwanadamu abebe Uh, uzito wa wokovu. Mungu anaamua kuiangamiza dunia kwa maji, kwa gharika, kipindi cha Nuhu, mwanadamu amekataa. Lakini pia tunaona kipindi cha Lutu, anaangamiza Sodoma na Gomora kwa njia ya moto, mwanadamu bado anakataa. Mungu akaumia na kuugua sana ndani ya moyo wake, na kuona kwamba ipo sababu kuitumia silaha ambayo ni dhaifu sana kwa macho ya kibinadamu, lakini ilifanyika kama ukombozi na ilikuja ikaonekana ina nguvu kuliko hata e, nguvu zilizotumika wakati wa agano la kale. Silaha hii aliyoitumia Mungu ni silaha ya upendo. Mungu akaona huruma, akatafakari, akakaa kikao mbinguni, naam, akaona ya kwamba amtume mwanae Yesu wa pekee. Yohana sura ile ya tatu na ule mstari wa kumi na sita Biblia inatueleza wazi ya kwamba maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, alinipenda mimi, akakupenda na wewe mpenzi mtazamaji hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu anatumwa, anakuja, anafanyika aibu, anafanyika laana, sisi tuwe baraka, anakataliwa sisi tukubaliwe, anaimwaga damu sisi tukombolewe. Kwa kupitia Yesu tunaipata Pasaka. Hakuna mfalme anayeweza kuacha ufalme na akaenda kuwa chini kwa ajili ya watu wengine. Lakini huyu Yesu mfalme wa wafalme mwanaume wa wanaume alikubali kuacha ufalme ulio mkubwa kuliko wafalme wote duniani ili ya kwamba mimi na wewe tufanyike Pasaka katika ulimwengu huu wa sasa. Yesu alikwisha kufa mara moja tu, ila kila mwaka tunasherekea huu ukumbusho wa kufa na kufufuka kwa Yesu kwa ajili ya ukombozi wetu ili ya kwamba sisi kama wateule wa Mungu tuwe makini katika nyakati hasa hizi za mwisho kuilinda hii damu ya Yesu iliyofanyika ukombozi ili ya kwamba tuingie mbinguni. Biblia inasema katika kitabu kile cha Mathayo sura 11 mstari wa 28 ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Yesu aliyefanyika Pasaka Jumapili anakwenda kukupumzisha mizigo yako, kwenda kupumzisha lana na kwenda kupumzisha nuksi, balaa na mateso ya kila aina. Usikose pia, ninakukaribisha katika ibada nzuri pendwa itakayofanyika siku ya tarehe ishirini na tano tarehe ishirini na sita na tarehe ishirini na saba ya mwezi huu wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano ibada ya ukombozi wa familia. Watu wameteswa na magonjwa yasiyopona, watu wameteswa na vifungo vya mizimu watu wameteswa na matambiko, watu wameteswa na miungu, maagano mbalimbali ambayo walitamkiwa yamkini na wazazi wao pasipokujua, walitamkiwa na mababu zao pasipokujua. Lakini Yesu aliyemwaga damu yake ya Pasaka, aliyefanyika Pasaka ili tufanyike ukombozi, aliyefanyika laana ili tufanyike kuwa baraka, anatukaribisha tena katika pendo lake kuu. Wewe mpenzi mtazamaji, unayetusifuatilia usikose takuwa na ibada nzuri kubwa yenye baraka ya ukombozi wa kifamilia. Mlete mtoto wako aliyeshindikana, lakini kama hatakuwa mbali, lete jina. Mungu, mtenda miujiza, hana mipaka ya kutenda. Lakini pia unaweza ukaja na familia yako, ukaja na hitaji lako. Mungu akutendee nini katikati ya familia yako nini? Mmefungwa nini na familia? Je, umefungwa uzazi? Je, umefungwa na lana? Je, ukifanya kitu akifanikiwi? Nyinyi kama familia mnapanga jambo alifanikiwi? Yesu aliyemwaga damu ya Pasaka ya ukombozi yuko mahali hapa. Kanisa la EAGT Mlimani Cathedral anakukaribisha tena uweze kupata ukombozi wa familia yako. Mungu akubariki sana, karibu.